Nawashauri wengi tu wa kisheria, kwa nini aa hawatumii kwa, kwa? Tunarudi kwenye hoja kwa mbele ya mheshimiwa Wini. Hoja ya kwanza ilikuwa ni hiyo kwamba e, mahakama ilimshirikisha nani mpaka a, tena pamoja na kwamba ina mamlaka hayo yes. Lakini kupewa mamlaka ni jambo moja, kuyatumia kwa mjibu wa sheria ni ishu nyingine. Ndio ilikuwa hoja yetu. Tunasubiri mahakama tarehe sita atatujibu nini, ila pia tukatoa hoja kwamba E, kama ambavyo sasa inafahamika na dunia nzima, mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mugwai amegoma kushiriki katika uendeshaji e, wa kesi kwa remote proceedings. Kwa njia ya mtandao ni kama neno sio rasmi. Kwa nini? kwa sababu analalamika kwamba pamoja na mambo mengine hajapewa nafasi ya kutosha ya kuonana na mawakili wake. Mawakili wenzangu wote hapa ni mashahidi, toka aamishwe kutoka gereza la Keko kwenda gereza la Ukonga mimi binafsi nikiwa na wakili Jebra Kambole nikiwa na wakili kiongozi wa jopo letu Dr. Rugemeleza Inshallah, tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025 nilifika katika gereza la Ukonga. Mimi binafsi nilifika saa tano kamili, wenzangu walifika kama tano na nusu, saa sita. Tumekaa pale, tumewekwa sio waiting area, kwenye magari yetu, mvua imenyesha, tukajifungia kwenye magari. Baada ya masaa kama mawili matatu, wakanifuata Kibatala mafundi kama matatu. Kibatala ndo nani? Ndo mimi kuna jambo la kwenda kukuambia. Kufika kule ndo na, na, naambiwa kwamba sasa nakwenda kuonana na, na, na Tundu Lissu kwa hata nafasi ya kuambia ndugu zangu kwamba jamani mimi peke yangu ndo nimepewa nafasi, sikuwa naye. Nikafika kule kwa kwa kwenda kuongea na Tundu Lissu huko, eh, ndani, akaletwa amesindikizwa na askari magereza. Mimi yani, tuko sehemu kama hii n yani, kama kuna kimeza kuna, kama, kama hivi na huko kuna, kuna kama kimeza, and then kuna nafasi kuna, kama kuna, kuna, na hivi hapa eh, juu kuna partition ya kioo, kuna simu, kuna simu kwa na, namna hiyo. Kwa hiyo hata kusalimiana mimi na Lissu tumesalimiana, ameweka mkono wake kwenye kioo huku na mimi nimeweka hivi hivi, yani ile kwamba kushow love na thank you for coming You can feel. Under, come on. Unaweza ukahisi uka, uka ni namna gani kama mwanadamu. Yes, wewe ni wakili ni professional, right? Lakini yani unaonana na mteja wako Tundu Lissu Una, yani mnasalimiana hivi kwenye kioo mnawekeana hivi kwamba we are strong. Magereza, maaskari magereza wamekaa hapo, anamlinda Lissu hapo, kwenye mpira inaitwa eh, kuna ni unaye eh, man to man. Mimi niko huku na askari magereza, yani kama njia mbadala sasa. Maana lazima tuwe creative, maisha ni maisha, mazingira tulionayo Ndio hayo. Kwa hiyo ilibidi tuanze kuzungumza Kiingereza, yaani nawasiliana na mteja wangu nalazimika kuwasiliana mteja wangu kwa Kiingereza, kwa sababu nimenyimwa haki ya kuwasiliana naye kwa faraga. Hatuna ugomvi na askari magereza, lakini huwezi kukataa kwamba bosi wao ndio huyo Bashungwa Waziri wa mambo ya ndani anasimamia polisi waliomkamata Lissu Mbinga na kumsafisha usiku siku bila kumpa nafasi ya kuonana na wakili wake.